Na Ramadhani wanasimba, asanteni sana, karibuni sana hapa leo Mabibu, katika kituo cha mafuta cha Lake Energy. Yapo Waswahili wengi tumezoea kuita sheri, lakini jina lake halisi ni kituo cha mafuta ama petrol station. Kwa leo, tupo kwenye kituo cha mafuta hapa Mabibo kwenye kituo cha Lake Image. Kuna jambo jipya, kuna jambo kubwa, kuna jambo bora, kuna jambo la maana sana Simba Sports Club anakwenda kufanya na kampuni

Kwanza, ninayo furaha kumshukuru Mwenyezi Mungu kukutana hapa katika viwanja vyaliklimatipo na ndugu zetu Simba

bila shaka kuna imani Simba ina wanachama nchi nzima na nyinyi, bila shaka na mimi, project hii naweza kumgusa mwanachama yeyote wa Simba aliyo katika eneo moja la nchi yetu. Sisi tunasema ilipo Simba Uh, iuwa Simba uh, Simba wese uh, katika, kati projekti, hmm, kwavi, katika tunarudisha vipi katika jamii Simba wese walivyokuja na projekti hii ikawa tuna dhamira moja sisi kama lekie shabiki wa Simba au mwanachama yoyote atakayevutiwa na projekti hii ya Simba wese kujivunia pointi Hakika Simba kwenye hili wametupa thamani, kutupa ubora, kuhakikisha tunahudumia wanachama wao wote bila kujali itikadi ya vyama siasa, kila kitu. Kwa hiyo tunaamini Simba ubaya Uwea, ubaya ndugu uh, uh, mwenye uh, mtendaji mkuu wa Simba uh, sisi tunaamini leo ndo uh, ufunguzi huu umefunguliwa uh, hapa Dar es Salaam, lakini ikikupendeza, sisi kama tunashauri kuna baadhi ya mikoa mikubwa Tanzania, mfano Mwanza, Arusha, Dodoma, Tanga na Mbeya. Ikikupendeza, tusiwaache wanachama wa baadhi yao hiyo miji mikubwa bure bila kufanya official launch kama tutakaoifanya leo hii. Mimi sina zaidi ya kusema nawakaribisha, sana washabiki wa Simba mweze kupata huduma bora Lake Energy. lakini yote yote, sisi tunaitwa kwa ujumla Lake Group. Kwenye Lake Group kuna miunganiko mwa baadhi ya makampuni moja ni Lake Energy. Lake Energy tunajishughulisha na utoaji mafuta ya bidhaa petroli, diesel na bila kukosa mafuta ya jeti ya ndege. Lakini yote yote, tuna vilainishi. Unaweza ukafika kwenye vituo vyetu au HQ, uh, makao makuu iliyoko Kigamboni ukapata kujua taarifa ya baadhi ya product ziko zilizoko chini ya Lake Energy. Uh, kwa niaba ya mwenyekiti wa uh, group uh, makampuni ya Lake Group tumepata baraka zake na amesema tupo pamoja na washabiki wa Simba, tutaitendea haki hii project bila kuangusha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. weamani Mwanzo alikuwa amefikisha asilimia sitini ya ubora wake, kwa hiyo kadri muda unavyozidi kuendelea ubora wake unaongezeka kwa hiyo wanajichelewesha wenyewe tu, watamkuta mpango sasa amefikisha walau wa asilimia tisini maji wataita mma. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Zubeida Sakuru aje atuambie ni kwa namna gani Simba Sports na kwa namna gani mashabiki wa Simba watapenda kunufaika kupitia Simba wese.